Kila siku tunajidanganya kwamba sisi ni viumbe wenye mantiki, tunaofanya maamuzi kwa hoja na akili timamu. Lakini ukweli mchungu ni kwamba tunasukumwa na mihemko isiyo na udhibiti ndani yetu. Hasira ndogo inaweza kubadilisha uamuzi mzima wa maisha. Wivu mdogo unaweza kuharibu urafiki wa miaka, na hofu ndogo inaweza kutuzuia kuchukua nafasi ambayo ingeibadilisha hatima yetu. Leo, hapa Sauti ya Kurasa, tunaanza safari ya kuvutia ndani ya akili ya mwanadamu kupitia kitabu The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Ni safari ya kutazama kwa ndani mahali ambapo tunagundua kwamba sisi si viumbe wa mantiki kama tunavyopenda kuamini. Ndani yetu kuna nguvu ya kihisia, hasira, wivu, hofu na tamaa zinazoamua jinsi tunavyofikiri, tunavyopenda na tunavyotenda. Green anatukumbusha kwamba mara nyingi tunajiona busara, lakini kwa kweli tunasukumwa na hisia zisizodhibitiwa ambazo hutufanya tuishi kama mateka wa nafsi zetu wenyewe. Lakini kwanza tuanze na utangulizi wa kitabu hicho. Karibu. Robert Greene anatualika katika safari ya kuelewa undani wa nafsi ya mwanadamu, sehemu hii ya ndani isiyoonekana kwa macho, lakini ndiyo chanzo cha matendo yetu yote. Kwa Greene, watu wengi wanaishi wakiwa vipofu kuhusu wa wenyewe wanadhani wanafanya maamuzi kwa mantiki, lakini ukweli ni kwamba maisha yao yote yanaongozwa na hisia, tamaa, woga, wivu na matamanio yaliyofichwa ndani ya nafsi zao. Kitabu hiki kinatoa ramani ya jinsi ya kuvuka pazia hilo la udanganyifu na kuona ukweli kuhusu binadamu, wewe mwenyewe ukiwemo. Greene anaamini kwamba uwezo wa kweli wa binadamu haupo tu katika maarifa au akili, bali katika uwezo wa kuona jinsi watu wanavyofikiri na kuhisi kwa ndani. Anasema kuwa ili uwe na hekima, uweze kuongoza kushawishi au hata kulinda nafsi yako dhidi ya udanganyifu wa binadamu, ni lazima kwanza ujifunze asili ya binadamu. Hii ndio sababu anazungumzia sheria 18 zinazounda tabia ya mwanadamu, kanuni zisizoandikwa ambazo zimekuwa kitawala maisha tangu enzi za kale. Kupitia historia, saikolojia na hadithi za watu waliotangulia, Greene anatupa mwanga wa jinsi ya kuelewa watu kwa undani zaidi, kuona nyuma ya sura zao za nje na kutambua nguvu na udhaifu ulio ndani ya kila nafsi. Kama alivyoandika, mwanadamu ni kiumbe anayeweza kufikiri kwa busara, lakini mara nyingi hushindwa kufanya hivyo kwa sababu ya nguvu za kihisia zinazomvuta katika mwelekeo mwingine. Hapo ndipo kitabu hiki kinapoanza kwa sheria ya kwanza, The Law of Irrationality, sheria ya kutambua upumbavu wa hisia. Robert Greene anaanza safari yake ya kueleza asili ya binadamu kwa kusema jambo la kimsingi: watu wengi wanajiona wenye mantiki. Watu wenye mantiki si wale wasio na hisia, bali ni wale wanaozitambua, kuzidhibiti na kuzitumia kwa hekima, lakini kwa kweli hawana udhibiti wa hisia zao. Kila siku tunafanya maamuzi yanayoonekana ya kiakili, lakini yakiwa ya yamejaza hisia ndani: hasira, hofu, wivu au tamaa. Baada ya kufanya uamuzi huo wa kihisia ndipo tunapovaa uso wa busara na kujaribu kuhalalisha tulichofanya. Green anasema huu ni udhaifu mkubwa unaomfanya mwanadamu awe mtumwa wa hisia zake bila hata kutambua. Ili kueleza hili, Green anamtoa mfano wa kiongozi wale wa Ugiriki Pericles, ambaye alikuwa tofauti na wenzake kwa sababu ya utulivu wake. Wakati wanasiasa wengine wa Athene walikuwa wakitawaliwa na hasira na chuki, Pericles alikuwa na uwezo wa kutulia, kufikiri kwa makini na kuchukua hatua kwa busara. Ndiyo maana alifanikiwa kuongoza na taifa lake kwa hekima. Wakati mwingine, hata katika hasira ya umma au vita, yeye angekaa kimya, akitazama, akisubiri hadi hisia za watu zitulie, ndipo azungumze. Hilo lilimfanya awe mmoja wa viongozi wachache waliokuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zao na hivyo kudhibiti hatima ya taifa lao. Kwa upande mwingine, Greene anatuonyesha viongozi na watu waliopotea kwa sababu ya kushindwa kujizuia. Waliendeshwa na hofu, kiburi au tamaa hisia ambazo zilificha uwezo wao wa kufikiri na hatimaye zikawaangamiza wao pamoja na wale waliokuwa chini yao. Kwa mtazamo wa Greene, kila mmoja ana nafsi mbili ndani yake. Kwanza ni nafsi ya kihisia inayotenda kwa msukumo, inayochochewa na tamaa au hofu. Pili ni nafsi ya kiakili inayoweza kutafakari, kusubiri na kuchunguza kabla ya kutenda. Watu wachache sana wanaishi wakiongozwa na nafsi ya pili. Wengi wetu wanasema tunaonekana tupo katika udhibiti, lakini ni nafsi ya kihisia ndiyo inayoshika usukani, huku nafsi ya kiakili ikiwa abiria tu. Hisia ni za zamani kuliko akili, ni urithi wa kimaumbile kutoka zama za kale, na zinatokea haraka, kabla hata ya akili kufitiri. Ndiyo maana mara nyingi unajikuta umefanya kitu kwa haraka, kisha baadaye unaanza kuuliza, kwa nini nilifanya hivyo? Hapo ndipo akili inakuja, na wakati huo tayari umeshachelewa. Greene anaeleza kwamba tatizo si kuwa na hisia bali kutokuwa na ufahamu juu ya nguvu yake. Hisia ni kama moto, inaweza kukupatia mwanga au ikakuunguza. Mtu anaishi kwa kufuata hisia bila kujitambua, huwa mwepesi kuchukia, kulipiza kisasi au kufanya maamuzi ya haraka yanayojutia baadaye. Watu kama hawa hupoteza uaminifu wa wengine kwa sababu hawaonekani thabiti. Leo wanapenda, kesho wanachukia. Leo anakubali mpango, kesho unaoharibu kwa hasira. Wao ni mateka wa nafsi zao wenyewe. Ili kushinda hali hii, Greene anasisitiza umuhimu wa kujijua. Mwanzo wa busara ni kutambua kwamba wewe si mwenye mantiki kama unavyodhani. Lazima ujifunze kutazama ndani yako na kuona jinsi hisia zinavyotokea. Nini kinakukasirisha? Nini kinakutia hofu? Nini kinakufanya kuchukua hatua za haraka? Kadri unavyozidi kutambua mwitiki wako wa kihisia, ndivyo unavyoanza kuupunguza. Unapohisi unataka kujibu haraka, subiri unapohisi hasira inakujia, kaa kimya. Kila sekunde ya subra ni ushindi wa akili juu ya hisia. Greene aidha anaelekeza tusijifunze tu kudhibiti hisia zetu, bali pia kutambua hisia katika wengine. Mara nyingi mtu atazungumza kwa maneno ya busara, lakini maneno hayo yatakuwa yamejazwa hasira au wivu uliofichwa. Ukijua kusoma uso, sauti na mwitikio wa mtu, utaweza kuona hisia zake bado hata yeye hajazitambua. Hapo ndipo unakuwa na nguvu ya kweli, nguvu ya kuona kile ambacho wengine hawaoni. Greene anasema kuwa ukijibu kihisia, mwingine ndiye anayekutawala, lakini ukibaki mtulivu, wewe ndiyo unayemiliki hali. Ndiyo maana watu wenye hekima ya kweli huonekana watulivu hata katikati ya fujo. Wanaweza kusikia matusi bila kujibu, wanaweza kuona vurugu bila kukurupuka. Na wanaweza kufikiri wakati wengine wanatenda kwa hasira, hiyo ndio siri ya nguvu ya ndani. Hatua nyingine muhimu ni kupunguza mwitikio wa haraka. Kadri unavyochelewesha jibu lako, iwe ni kwa sekunde chache, dakika au saa, ndivyo unavyorudisha nguvu zako za kiakili. Mtu anayejua kuchelewesha majibu yake ni mtu anayemiliki nafsi yake. Wakati wengine wakionekana wakishinda kwa sauti au hasira, mtu huyu anashinda kwa ukimya na utulivu. Zaidi ya hayo, Greene anashauri kutumia njia ya kuandika au kutafakari kama tiba ya kudhibiti hisia. Kuandika juu ya unachokihisi ni namna ya kulitoa nje na kuliona kwa uwazi. Maneno yanapokuwa kwenye karatasi yanapoteza nguvu ya kukushika mateka. Tafakari ya kila siku pia hukupa nafasi ya kujiona kama mtazamaji wa maisha yako mwenyewe badala ya mchezaji anayetumbukia kwenye mchezo bila mpango. kwa hivyo sheria ya kwanza inatufundisha kwamba hatua ya kwanza kuelewa asili ya binadamu ni kujitazama sisi wenyewe. Tunapoanza kuona jinsi hisia zinavyotawala maisha yetu, ndipo tunapoanza kuwa huru. Mwanadamu wa busara si aliye na hisia, bali aliyetambua na kuzitumia kwa hekima. Kwa kufanya hivyo, tunaanza safari ya kweli ya kuelewa wengine, safari inayotufanya kuwa na akili zaidi, wenye busara zaidi, na hatimaye wanadamu kamili zaidi. Ikiwa umevutiwa Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili usikose sura zinazofuata. Fanya hatua sasa na uanze kudhibiti maisha yako.